Atatoa wapi? Unajua, saa ingine ni mzuri watu ya UDA kuheshimu Wakenya, hata kama Ruto ameona sisi ni wajinga, kwa sababu alituambia wameokoka tukamchagua. Hatujafikisha ujinga kiasi hiyo, aheshimu Wakenya. Wakenya ni watu werevu sana e, wanajua utajipiga namna gani na, na gari za polisi na bunduki na tear gas na risasi hao. Iyo ni kukosea Wakenya heshima na Wakenya wamewambia wache ujinga hiyo ni ujinga ya kiasi ya juu sana, na kubeba wakenya ufala. Eh, wangetakiwa waende wakamate hiyo watu washtaki, picha zote ziko hao, polisi wanajulikana by name, majina tumewapatia, wamefanyiwa location, site location eh, through GPS wamejulikana, wale wote walikuwa kwa site. Majina yao inajulikana yote, iko na Inspector General na DCI, ashitaki hiyo watu, then hiyo chapter ifika mwisho.

Serikali na William Ruto ndio wenye kuchukua shamba ya Masai na hao Masai walikuwa wanajua William Ruto. Wengi sana wa Masai wakupigia William Ruto kura, walipigia Raila Odinga na walikuwa wanamuogopa kwa mambo ya wezi ya mashamba. Na ni kweli wa Masai walijua. Na sijui kwa nini wako tuibia siri. Kama wangetuambia vile tunajua leo hatungempigia kura. Yeye hapa taiti yake ya mashamba sijui ni aina gani. Hapa Kibiku tuko na shamba hapo karibu 2800 acres iko line imepangwa ya pipeline ipitie hapo na itafanyiwa compensation karibu 3 billion shillings. Sasa William Ruto na huyu pia anaitwa Nixon Koril na wa college au ma mps wa college wa Ruto wamejipea hiyo mashamba yote katika hiyo line imepitia hapo. Sasa hiyo mashamba watakuwa compensated hiyo 3 billion, na ndio Wamasai wamepigwa pale, wengine wameuawa Christmas, wa Wamasai aku wana amani wamepigwa hapo, wameumizwa, na mjumbe wa eneo huyo anaitwa Sunguya, pia ako na shamba hapo. William Ruto hawezi ongea. Sasa, mimi nashindwa, wewe Kato, wewe Sunguya, wewe Women rep eh, lea Bonda mnachukua mashamba ya Wamasai mnashikana na Wakalenji kuibia watu wenu mashamba na kuua Wamasai ndio mtajirike. Kwani nyinyi viongozi ya sangapi? Alafu mtarudi atiweka tu unataka kuwa governor ya Kajiado. Utachaguliwa na nani? Kama wewe unashirikiana na William Ruto kuiba shamba ya Wamasai kibiko na kuchukua pesa. Ati ulafu utakuja kuambia watu ya Kajiado West na watu ya Kajiado North ati wakupigie kura uwe governor. Ati wewe lea unataka ati uwe women rep Kajiado? Au wewe sunguya hapo Kajiado West ati unataka ati Wamasai wakupigie kura ati wakurudishe mara ya tatu, na wewe ndio umeshikana na William Ruto kuiba shamba ya Wamasai? Mimi nataka kuambia Wamasai watulie tu, tumebaki mwezi kumi na tano.